Utoaji wa sadaka pamoja na vikumu. Tunapozungumzia habari ya zaka na sadaka, ni vitu viwili tofauti. Zaka ni kodi ya Mungu au ni sehemu ya kumu ya mapato yako. Kwa hiyo lazima tutofautishe au tuone kama kuna tofauti kati ya sadaka na fungu la kumi, na zaka haitolewi tu ovyo ovyo, au haitolewi tu kila mahali, bali zaka inatolewa sehemu maalum kwa mtu wa Mungu pale ambapo anaabudu, hapo ndio mahali sahihi ambapo anatakiwa atoe sehemu ya kumi ya mapato yake. Sadaka ni kitu ambacho sadaka ni kitu ambacho unaweza ukakitoa sehemu yoyote, barabarani au kwa mtu yoyote ambaye ana uhitaji unaweza ukampa sadaka yako na Mungu akaipokea kwa huyo ambaye unamsaidia, lakini zaka ina sehemu maalum. Kwa hiyo pale ambapo hatutakuwa waaminifu katika eneo la kumtolea Mungu fungu la kumi, mbele za Mungu sisi tunaonekana ni wakina nani? Ni wezi sana. Na sehemu ya kumi ya Mungu ni sehemu ndogo sana ya mapato yetu sisi kama watoto wa Mungu. Hivi mtu umepata 10000 sehemu ya Mungu ni shilingi elfu moja. Ndio maana nikasema, nikatangulia kusema kuwa kuna faida na hasara ya mtu wa Mungu asiyekuwa mwaminifu katika eneo la kumtolea Mungu fungu la kumi, ambaye sio mwaminifu katika eneo la kumtolea Mungu Zaka au sehemu ya kumi ya mapato yake anaingia kwenye laana. Kwa hiyo unapotoa sadaka ile ni mbegu, tarajia kuvuna zaidi ya ile uliyoipanda. Na kwa wale ambao nimeanza nao nikasema kuwa sadaka unaweza ukaitoa mahali popote pale, unafika kule barabarani, unamkuta muhitaji unajisikia ndani mwako